Mheshimiwa Rais nakupongeza sana kwa kazi kubwa unayoendelea kufanya nchini. Mwenye macho haambiwi tazama, na mwenye masikio haambiwi sikia. Kwanza kuhusu uwanja wa ndege. Uwanja wa ndege wa Msalato imekuwa ni dhima ya viongozi wote waliokutangulia. Jambo hili tumekuwa wote tukilitamani lionekane, lipatikane lakini safari hatua imekamilika katika kipindi chako, tunakupongeza sana. Ndoto ya viongozi wote waliokutangulia imetimia. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Lakini nimefarijika sana kuona mnajenga kiwanja cha kisasa kabisa Kiwanja ambacho kitakuwa na uwezo wa kupokea na kuhudumia ndege ya abiria iliyokuwa kubwa kabisa kuliko zote duniani ya A380. Hata uwanja wa ndege wa Dar es Salaam bado haijajenga uwezo huo. Kwa hiyo ongera sana Mheshimiwa Rais kwa jambo hilo kubwa, kwa manufaa ya nchi yetu. Lakini la pili ni barabara hizi za mzunguko za Dodoma. Sio tu kwamba kwanza inajibu jawabu la tatizo, maana siku hizi hata Dodoma kuna msongamano, na jawabu la msongamano ni barabara ya juu kwa juu, interchange